Nashukuru. Na Mungu bwana chuma cha Mjerumani, tuanzie hapa. Jana Singida Black Stars wamezindua uwanja wao mzuri kabisa yeah. Eh, lakini kuna watu wanapiga maneno wanasema ule uwanja hauna hadhi. Wewe umeshuhudia eh, umeona ule uwanja, ni kweli uwanja hauna hadhi? Ah, kimsingi kwanza tuwapongeze Singida Black Stars kwa kazi kubwa ambayo wameifanya ya kuweza kutengeneza uwanja wao. Eh, ni jambo zuri, hatua moja kwenda hatua nyingine, ni jambo zuri sana, lakini eh, binafsi ni uwanja ambao sitaki kuamini leo Simba wanakwenda kujifunza kwa Singida Black Stars, huo ni uongo, lakini comment zipo, Simba na Yanga wajifunza kwa Singida Black Stars. Sasa labda useme Yanga, Simba anajifunza nini kwa Singida Black Stars? Eh, Maa kuna mambo ya kuchambua kwenye pitch na mambo ya nje ya uwanja. Simba Sports Club, ndio nakuuliza swali Simba haina cha kujifunza kwenye uwanja Singida Black Stars, kwa namna ambavyo ulivyo. Simba na uwanja, si ule mazoezi, sasa wa ligi, wa mechi za ligi. Sikiliza, sheria namba moja ya kiwanja ni pichi, si ndio? Simba na uwanja, maana wao ni kupanga, ni kuchagua. Wakiona ni vyema mechi zao wakacheze Bunju, kwa sababu sheria namba moja ya kiwanja si wanacho, wanaweza wakacheza, hakuna shida. Washabiki mtajua wenyewe. Unanipata vizuri? Lakini sasa ukiangalia tena kwenye mechi kwenye, kwenye, kwenye, kwenye uwanja wa Singida Black Stars unakuja kuona kwamba yes ni uwanja pichi imekamilika, lakini washabiki wanakaa wapi? Ni maswali ambayo kila mmoja mwenye akili timamu anaweza kujiuliza. Nimeona mifano mingi sana kwamba Azamu ilianza hivyo hivyo. Si uwanja wa Majaliwa Ruangwa Lindi ulianza hivyo hivyo. ah, ah. Hata meja generali. Hakuna haja ya kwanza kurithi matatizo. Mimi sikuona haja ya Singida Black Stars kuzindua uwanja katika haujakamilika kwa sababu cha kwanza, tukienda katika misingi sahihi, unaona kabisa timu itakayocheza na Singida Black Stars kwenye ule uwanja, wakati wachezaji wanatoka jasho na washabiki wanatoka jasho hasa maana yake nini? Kweli tunawapongeza kwa uwanja ambao ameutengeneza, hatukatai, lakini kulikuwa kuna haja gani ya kuweza kuzindua uwanja haraka namna ile? Kwa sababu ukiangalia ule uwanja wa Singida Black Stars, eh, haujawatendea haki washabiki wa soka Tanzania, washabiki wa Singida. Uongo kweli Tazama uwanja ataa, KMC, uwanja wa KMC wenyewe ukiangalia bado, yani kuwathamini washabiki. Alafu kibaya zaidi, washabiki wanaingia kwa viingilio, yani unakuja kuona uwanja, Yesu, umejengwa pichi nzuri, lakini washabiki wako uwanjani kama mnadani. Unajiuliza, hapa ni mnadani au uwanjani? Ah, ah, mimi nawapongeza kufuata sherehe namba moja ya kiwanja kuwa na pichi ndio ndio maana ikasema hmm. wa kujifunza kuwa na uwanja wa mazoezi ni Yanga Afrika, sio Simba. Simba si wa saba si wa nane, na uwanja mzuri wa kisasa wa, ule wa bandia kama sokosea na nyasi asili sawa, kwani uwanja wa Simba wa Black Stars na uwanja wa Simba ni tofauti gani? Sasa, sasa. Ah, ah sikiliza wewe hmm. yatakuwa ni mahaba tu kwamba sasa tumeamua uwanja ule kwamba mechi ikachezwe, lakini kiuhalisia, wito wangu mimi ni mmoja tu hmm tunapotengeneza viwanja vyetu tuangalie wale washabiki ambao wanakuja kulipa viingilio vyao, yes, sasa hapana uwanjani. Wenzetu ameenda mbali zaidi, uwanjani ni starehe, uwanjani ni sehemu ya kuenjoy. Na ndio maana ukienda kwa wenzetu Ulaya, uwanjani kuna maklabu. Sisi viwanja vyetu vingi, kwa asilimia kubwa, uwanjani ukizunguka nyuma kuna stationari. Unalipata vizuri, maanake bado tumeshindwa kuzingatia misingi sahihi ya kuwathamini washabiki

Aa, ni swala ambalo nadhani watu ambao tumewapa mamlaka ya kusimamia sheria na kanuni wamefeli. Huo ndio ukweli usiopingika, iko, iko wazi, na ndio maana kumekuwa na mvutano ama msuguano wa kuleta majawabu sahihi kulingana na tukio namna ambavyo lilivyotokea. Unanipata vizuri, sheria ziko wazi, kanuni ziko wazi. Kwa nini mnashindwa kufuata sheria na kanuni? moja shusha alisema daraja wewe ligi tunaipeleka wapi? Sikiliza. Haya mambo mpaka yanatokea hapa, tumealea wenyewe. Mimi nilisema kama kwenye lile tukio la dabi kuhairishwa limesababishwa na Simba, Simba ipewe adhabu. Kama tukio lile limesababishwa na Yanga, Yanga ipewe adhabu ya sheria, sizipo sikiliza. Wenzetu ukiangalia uh, kwenye dabi ya Kairo Misri, si ndio? kwenye dabi ya Cairo, Misi, mmesikia kuna mizozano mm? Hakuna. kwa nini? wahusika wamefuata sheria na kanuni. Mtu kapewa alama tatu za wakamaliza kule. mapema asubuhi tu, si kwa mujibu wa sheria? Mm, unalipata vizuri? Kwa hiyo kwa mimi nachoweza kukisema hili jambo, kama kweli kama kweli hawa watu ambao tumewapa dhamana ya kusimamia sheria na kanuni, kama kweli wameitwa na viongozi wa serikali hawa watu hawatufai ofisini eh? Waondoke watu, ha, sikiliza, natangaza rasmi tangazo la taifa. Huu sio muda wa kupigana kampeni za kiongozi fulani hapana. Tunajadili kwa nini dabi imehairishwa. Eleweni Kiswahili si... Nisikilizeni ni... tunajadili kwa nini dabi imehairishwa, sio mafanikio ya taasisi fulani. Waandishi na nyie jitahidini kuchekesha haya mambo, maanake utakapokuja kwangu mimi from nowhere nitakuchana na wewe hata nyie waandishi, kwa sababu leo hii mnaona kabisa mtu hata kuposti mafanikio ya mtu fulani anoo. Tunajadili dabi, kwa nini imehairishwa? Na ndio maana Yanga wakasema hawana imani na viongozi wa bodi ya ligi. Sio wenda wazimu, kwa sababu leo hii tunajadili kiini cha dabi kuahirishwa ni nini, unatuletea mafanikio ya mtu fulani? Sio wakati wake, sio wakati wake. Sababu ya nini? Sababu ipi? Kwa sababu nisikilize, nyiye ni waandishi wenzangu, sababu ambazo zimetolewa mlienda kwa wahusika? Ukisema ni sababu za ulinzi na usalama, mmeenda kwa Jumanne Mlilo, amewajibu nini? maanake mwenye mamlaka ya kusema ulinzi na usalama ulikuwa ni mdogo, na ndio maana dabi kuahirishwa, na yeye kuthibitisha, ni kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam ambaye alisema kuelekea hii dabi ulinzi na usalama utaimarishwa. Ajali ikitokea, sisi waandishi utaki kusema watu sita wamekufa kati, jeshi la polisi hajathibitisha hiyo taarifa, uongo kweli. Sasa mnaanzaje kusema kwamba dabi imeahirishwa kwa sababu ya ulinzi na usalama? Kamanda Jumanne Mlilo akasema hajasema viashiria pia vya rushwa ah, TAKUKURU amesema ndio maana mimi naona hoja hapa. TAKUKURU amesema kama kuna rushwa kwenye ile dabi, waandishi nendeni TAKUKURU. Kama kukuwa kuna uvunjifu wa amani, waandishi nendeni kwa Jumanne Muliro, kamanda wa kanda maalum Dar es Salaam, ambaye alisema kwamba hii dabi tumeimarisha ulinzi. Vibaya mno, yaani jichanganye gusa unase si ndio? Haya, kamati inakuja kusema ilibaini kwamba kuna mwongozo wa kanuni Simba wa kuufuata sindio? Sa sababu za ulinzi na usalama hazikuimarishwa au zilikuwepo hazipo, kasema nani? maanake nalibidi wa mkoti sindio, mkuu wa ulinzi na usalama sindio, wakanda maaruma Dar es Salaam walisema ndio maana nikasema, mahali tulipofikia hili jambo, kama kweli watasuluhishwa na viongozi wa serikalini wakati kwenye ofisi zao kuna sheria na kanuni hawa watu inabidi waachie ngazi haraka sana, mara moja. Dabi hata kama ikichezeka, hata kama dabi ikichezeka, tunataka tujue majibu yenye hoja za msingi, majibu yenye hoja za msingi. dabi iliahirishwa kwa sababu ya nini? ulinzi na usalama? Jumanne Mulilo ndo akasema rushwa. Sawa, TAKUKURU wamethibitisha Tusilete ule uhaba wa mapenzi ambao hauna maana. Tena najitahidi kweli niongee kauli nzuri, maana mimi najijua. Yeah. Haiwezekani. Ingepasuka vibaya. Haiwezekani. Dabi imeahirishwa nasema rushwa. Tupe uthibitisho. Ulinzi ulikuwepo, haupo. Tupe uthibitisho. Hauna. Haya, maana yake nini? Lakini chuma cha Mjerumani e, watu wengi wanaonyoshia mikono Yanga Africans kwa nini wao wanashikilia kutokucheza kucheza dabi? Ah, hapo ndio shida. Nisikilize. Eh. She, Yanga sio ajinga. Eh? Yanga sio wajinga. Watu wanaona wajinga wao wamekataa mechi. Watakao sema wajinga ni ambao hapa hazipo ah. Yanga wanataka kujua si ndio? Ndio maana nikasema kwenye hili kosa huwezi kumtumu Simba hmm. Uweze kumtumu Yanga hmm. Hapa tunakwenda moja kwa moja kwa wale ambao tumewapa mamlaka ya kusimamia sheria na kanuni hmm. Waje na majibu kwa sababu majibu ambayo amekuja nayo ni mepesi si ndio? ni mepesi, eh, ni mepesi sana ah, ndio maana nikasema nyewe waandishi wenzangu ambao wametoka vioni saa hizi nendeni mbele kuikuza story. Ndio maana imetokea waraka mmoja kwamba waandishi wa habari wanakuza mgogoro, sio mgogoro, tunataka majibu ah. Dabi imeahirishwa sababu nini? Uongozi useme, je, ni Yanga na makosa? Je, ni Simba na makosa? Ulinzi haukuwepo. Kamanda Mulilo anasemaje? Kulikuwa kuna rushwa? Takukuru anasemaje? Aisee waandishi, haraka sana, nendeni Takukuru nendeni haraka sana kwa Kamanda Jumanne Mlio, na yuko fea kwelikweli oh. na atawapa ushirikiano. Yanga wana haki ya kushikilia tucheze, mechi ee washikilie bomba ah. mimi nawasii Yanga Africans washikilie bomba ah, she mpaka walete majawabu ah. kwa sababu hapa Simba kosa hawana, si ndiyo? Yanga kosa hawana, wanataka majibu kutoka kwa wale ambao tumewapa dhamana kusimamia sheria. Mwenyekiti anasema naye shawishi Yanga wasicheze mechi, anakuwa na lengo nzuri na mpira wetu. Sikiliza, kwa mujibu wa kanuni ya thelathini na moja mm. ukiangalia sindio? Mm, imeeleza ufafanuzi wote, nilitamani tutafuata pale. Hili jambo limekuwa gumu kulitolea ufafanuzi, kwa sababu tumelea huu ugonjwa miaka mingi, ndio maana unajua kuona mifano mingine ambayo haijengi. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja Yanga alifanyaga hivi hivi, kwa nini hamkuiadhibu Yanga afika? Kwa hiyo ikitokea mechi ijayo, msimu ujao, inatokea hivi, atasema mbona Yanga, mbona Simba haikuleta timu uwanjani? Hapana, ndio maana nimewauliza nyewe waandishi ambao mnafuatilia michezo mmeona kuna kelele zozote Egypt? Ahali walisema walikubaliana na bodi ya ligi, waamuzi watoke nje. kamati ya usimamizi ilisemaje? Ahali msilete utani, leteni timu uwanjani, ratiba iko pale pale. Unalipata vizuri? mm -hmm. kwa sababu ukiangalia katika maelezo ambayo Simba waliandika kwamba kutokana na yale mambo ambayo wameyaona kiwanjani, si ndio, uenda wasilete timu uwanjani pale nitegemea kuona kamati au bodi ya ligi kama vile ambavyo ilivyofanya, kwamba mechi iko palepale, maanake maelekezo ya geganda pale pale, kwamba Simba mechi iko pale pale. Hayo mengie tutayafanyia kazi baada ya mechi, unanipata vizuri. Na Simba nao walifanya hili, walijua, kwa sababu kwa sababu haya mambo ni mwendo wa kuleana. Hii dabi itahirishwa, itatafutwa hekima na busara. Hekima na busara iko kwenye ndoa, wewe na mke wako Sio kwenye mpira. Kwenye mpira tuna sheria na kanuni, mnanipata vizuri. Sheria na kanuni, hekima na busara ni kwenye ndoa. Sasa hili jambo kama linaenda kule, asee, nitasikitika sana sipoona watu wajawachia ofisi. Assalamu alaykum.